Ah, ni naye sasa Joyce Mwakalinga kutoka Dodoma nikiwa naungana naye live akiwa na akiwa na watu wa maamuzi katika wizara na masuala ya elimu hapa nchini. Joyce Mwakalinga karibu. Mwakalinga na kushukuru sana John Anatoli kutoka hapo Mwanza Tanzania, na kwa upande wa Dodoma leo hii tunaye Mheshimiwa George Simbachawene. Yeye ni waziri wa nchi ofisi ya Rais, tawala za mikoa na serikali za mitaa, TAMISEMI, ambaye tutaweza kuzungumza naye mawili matatu kuhusiana na haya masuala ambayo yanajitokeza hususan katika sekta ya elimu. Karibu tuwe pamoja, upate kusikia basi anatoa fafanuzi gani kuhusiana na jambo husika ambalo limetokea hapo Mwanza, lakini yapo ya pia yanajitokeza katika baadhi ya mikoa mingine hapa nchini. Mheshimiwa George Simbachawene karibu sana. Samusana, na tumefuatilia hapo kwa ufupi, walau tumepata tume kuona kwamba bado kuna changamoto hii ya ukosefu wa madarasa, ukosefu wa madawati licha ya kutangazwa kwa elimu bila malipo pengine kwa kutoka kwako wewe Mheshimiwa, tupate kusikia ni, ni, ni kipi sasa mnakifanya ili kuweza kukabiliana na masuala haya, hatimaye basi hata ile hamu ama shauku ama furaha ya wananchi ije ama ilete maana kwa maana ya wanaacha kupeleka labda kwenye kwenye kwenye sehemu ambazo wanaweza wakalipia na kumleta mtoto katika shule ambazo ni, ni, ni, ni elimu bila malipo, kwako kwa mheshimiwa George Simbachawene. Kwanza nikushukuru sana kuniita kwenye kipindi chako na kusema kweli, <coughs> yaliyotokea Mwanza na mini yanatokea na maeneo mengine, lakini kimsingi haya ni mafanikio na mafanikio yote yanaleta yana changamoto mpya. Tulipokuwa tunaamua kama sera ya Chama cha Mapinduzi kwamba tutoe elimu bure kuanzia chekechea mpaka kidato cha nne tulijua la, kuna watoto kulifanyika utafiti na kuonekana kuna watoto wengi hawaendi shuleni kwa sababu ya michango midogo midogo. Kwa hiyo kinachotokea Mwanza pia kimetokea na mikoa mingine ikiwemo Dar es Salaam, ambapo uandikishaji wa watoto wa shule darasa la kwanza umeongezeka sana. Pale ambapo tulitegemea kuandikisha watoto themanini, tumekuta tuna kati ya mia mbili mpaka mia tatu. Pale tulipotegemea kuandikisha watoto mia moja themanini hadi mia mbili, tumekujikuta tuna watoto mia nne hadi mia sita. Sasa hii changamoto hii maana yake nini? Maana yake ni kwamba ni kweli kwamba kuna watoto wengi walikuwa wanakaa majumbani, wazazi wao wanashindwa kuwapeleka kwa sababu ya vimichango vilivyokuwa vinatolewa vinatakiwa kutolewa pale shuleni. Kwa hiyo uamuzi wetu tunakuona kwamba ni sahihi. Sasa kazi yetu kubwa sasa ni, kucha, ni kupambana na hii changamoto iliyotokeza. Achukua na nafasi hii kama watoto tumekwisha waandikisha tayari ni waage pamoja na serikali kuamua elimu bila malipo, na kwamba fedha ya uendeshaji wa shule tayari tulikwisha i project kwamba kwa katika fedha hiyo kwa miezi hii sita kutoka mwezi disemba mwezi mwaka elfu mbili na kumi na tano hadi mwezi juni elfu mbili na kumi na sita kwa maana ya juni hii inayokuja katika miezi hii serikali itakuwa inapeleka shilingi bilioni kumi na nane nukta saba kwa shule zetu za msingi na sekondari kwa ajili ya uendeshaji na kwa miezi hii sita tutatumia karibu bilioni mia moja thelathini na moja nukta nne nakushukuru sasa kusema ukweli haya yote haya hayawezekani ya hivi, uendeshaji utakwenda. Lakini kubwa hapa na la maana mm, ni kwamba wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya na wakurugenzi wahakikishe sasa wanapambana na haya mafanikio yaliyokuja ya kuongezeka kwa watoto, kuhakikisha wanachukua njia za haraka, kuhakikisha tunajenga madarasa kwa haraka ili watoto waweze kupata vyumba vya kusomea. Mheshimiwa, nakushukuru sana. Lakini uh, hapo hapo bado kuna hizo zaidi ya shilingi bilioni 30, ambazo zinapelekwa mpaka kufikia mwezi Juni, lakini bado kuna baadhi ya shule zinatoza michango ya kwa, kwa, kwa, maanisha kwa wazazi sijui, na hili nalo liko vipi? Pengine hii pesa ambayo inapelekwa matumizi yake ama zinaelekezwa katika upande ya, upi. Matumizi mahususi wa fedha hizi imegawanyika katika makundi ma, manne. La kwanza kuna fedha ya uendeshaji wa shule na, na hii ni kwa shule za msingi na shule za sekondari ambapo shule ya msingi ni shilingi elfu kumi kwa kila mtoto kwa ajili ya vitu vyote vya kuhakikisha kwamba vinaendesha pale shuleni shughuli zote, kununua chaki na vifaa vingine vingine. Na hiyo ni kwa sekondari pia ni shilingi elfu ishirini na tano kwa kila mtoto, lakini pia tumeondoa, tumeondoa tume-tumewe tume, tume-tumeondoa ile ada ambayo wazazi walikuwa wanalipa, sasa serikali inalipa ile ada na fedha hiyo inapelekwa pia kwenye shule zile zile kwa ajili ya uendeshaji wa shule. Kwa hiyo utajikuta, kwa maana ya kuendesha shule kwa mama madogo madogo pale shuleni, uendeshaji unawezekana kwa shule ya msingi na sekondari. Sasa yanapokuja yale makubwa, kwa mfano ujenzi wa madarasa, ujenzi wa miundombinu kwa ujumla, ndio maana tukasema kuna wajibu pia wa wazazi, kuna wajibu wa wadau, na tulieleza katika waraka wetu kwamba sio kwamba tumesema jamii kwa ujumla, wadau kwa ujumla, sasa hawawajibiki kwa chochote, lakini lazima tumeweka utaratibu basi lile, yale maamuzi yasitokane na maagizo ya walimu wakuu kwa wazazi na au kwa, kwa, kwa, kwa, kwa kutafuta wadau wakachangisha fedha bila serikali kuwa inafahamu nachotakiwa kufanya na ni kwa wazazi kuanzisha kwa lile jambo uongozi wa shule, na uongozi wa shule kumtaarifu mkurugenzi, na mkurugenzi kumtaarifu mkuu wa mkoa. Mkuu wa mkoa ndio atakayetoa kibali kwa ajili ya kuchangia jambo hilo mahususi, iwe ni ujenzi wa darasa au namna yote ya kuchangia miundombinu. Kwa hiyo bado wazazi na jamii yanayo jukumu, lakini si kwa michango ya lazima kwa watoto. Nakushukuru sana mheshimiwa. Mtazamaji wa Star TV, ni Mheshimiwa George Simbachawene, yeye ni waziri wa nchi ofisi ya Rais, tawala za mikoa na serikali za mitaa, TAMISEMI. Kama ambavyo umemsikia ni ufafanuzi wake kuhusiana na swala zima la elimu. Nikushukuru sana Uh, mheshimiwa lakini kushukuru wewe mtazamaji. Nakurudisha kwake John Anatole kwa ajili ya kuendelea na taarifa ya habari. Mimi ni Joyce Mwakalinga.